Umekuwa ukiona taarifa zako eh, ama ushawahi kusikia kuhusu call forwarding au taarifa zako za simu yani, ukichati ama kuongea na mtu zinaenda kwa mtu mwingine pasi na wewe kujua. Tatizo hilo kama limekuwa likukumba, nilielezea katika kipindi kilichopita, nikaonyesha jinsi gani ninavyoonyesha eh, ukiwa unawasiliana na mtu kama kuna mtu anadaka taarifa zako pasi na wewe kujua. Nikasema nitakuja na somo maalum la kuelekeza jinsi gani utakavyoweza kuondoa tatizo hilo. Mtazamaji, kama mara ya kwanza kutazama video yote kupitia RTV, nikiwa na maanisha Rogers Official 1 TV, basi kuomba subscribe ili ukae wa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na upload katika YouTube channel yetu. Ungana nami moja kwa moja kwenda kufuata kupata maelekezo ya kwenda kuondoa tatizo hili kwa sababu tatizo hili ni, ni, ni baya sana kwa sababu mtu anapochukua taarifa zako bila wewe kujua eh, ni hatari kwa sababu anaweza kubeba taarifa zako muhimu haijalishi eh, ni, ni kwa namna gani, eh, katika positive au negative way lakini kitendo cha mtu mwingine kuchukua taarifa zako pasina ruhusa yako ni kosa kisheria lakini pia naweza kuafikisha details zako za siri ambazo ni muhimu sana. Ungana nami, eh, fuata kuangalia kipande kinachofuata. Yaani hapo, kwenye hii video hapo, maelekezo nayatoa moja kwa moja kupitia simu, uweze kutazama na kuelewa vizuri. Baada ya kushika simu yako, hatua ya kwanza tota utatakiwa kuifanya, utafungua namna hii. Sawa. Ushashika simu yako, utafungua namna hii, utaenda katika file la phone. Ili kwenda katika file la phone, ngoja nikuonyeshe. Tutaenda. File letu la phone, ila hapa kama inavyoonekana, ila hapa. Tutaibonyeza. Baada ya kulibonyeza faili letu la foni, tutabonyeza hapa ili tuandike tunachotakiwa no okay. Kukiandika utaandika leli leli ziro ziro mbili leli, utabonyeza katika line ambayo unataka kuzima nini, mtu asipate taarifa zako, hata kama alidaka taarifa zako hawezi kuzipata tena. Utabonyeza, mimi nabonyeza line yangu namba moja, tabonyeza namna hiyo. Ukishabonyeza hivi nitasubiri. Uh, call, itaandika hapo call forwarding, erasure was successful. Kwa hapo zoezi limekwisha. Yoyote ambaye alijaribu kuchukua kudaka taarifa zangu nishamtoa eh, na nishamfungia, hawezi kupata tena taarifa zangu. Uh, hizo ndio watu wa pekee utazoweza kuzitumia eh, kuweza kuondoa tatizo hili, yaani kuzima call forwarding, mtu kuzima mtu asiweze kuchukua chochote kutoka kwako kwa kwa basi na ridhaa yako. Fuatilia maelekezo hatua kwa hatua kama nilivyoelekeza, fanya kwenye simu yako. Njia ni rahisi sana sana sana sana sana, sidhani kama itakuwa ni shida kubwa eh, kuondoa katika, katika simu yako. Kumbushe tu kama ni miongoni mwa familia hii, basi ni kuruhusu, usisahau kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe, eh, ku comment, ku like na kushare share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili ya kwa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na upload katika YouTube channel yetu. Naomba nikutakie siku njema, bye bye.